Asasi za kiraia zinakabiliwa na changamoto nyingi ikiwemo ukosefu wa fedha kama ni nyenzo muhimu za kuendeleza shughuli za miradi yao. Kauli hiyo imetolewa na Waziri wa Ardhi, Maji, Nishati na Mazingira, Mheshimiwa Salama Abutalib wakati wakifungua tamasha la asasi za kiraia. Mwandishi wetu anaeleza zaidi. Mheshimiwa Salama amesema kutokana na ushirikiano uliopo kati ya serikali na wanaasasi bila shaka changamoto hizo zitapatiwa ufumbuzi ili ziweze kuimarisha kazi zao kwa kuibua mbinu na mipango mbalimbali mbali ambayo itakuwa chachu katika kuleta mabadiliko. Nina imani kubwa kwa ushirikiano uliopo baina ya asasi za kiraia na serikali, tutaweza kusaidiana kutatua baadhi ya changamoto zilizopo ili kupelekea ndoto zenu za kuboresha maisha ya Zanzibar zifikiwe. Na mimi hili naomba niwahakikishie kwamba naamini inawezekana, kama tutafanya kazi kwa pamoja, tutafanya kazi kwa upendo, tutafanya kazi kwa mashirikiano. Taasisi inayotoa misaada kwa asasi za kiraia Foundation for Civil Society imeahidi kuimarisha utendaji wa kazi za wanaasasi kwa kubadilishana watendaji katika kutoa mafunzo kwa lengo la kupata mbinu bora za kuibua vyanzo vya kuleta maendeleo nchini. Huyu hapa ni mkurugenzi mtendaji wa shirika hilo ndugu Francis Kiwanga akielezea dhana hiyo. Tunakaribisha kwa nyinyi kama wanaazaki kuja bara kujifunza na wale wabara watakuja pia kujifunza. Kwa hiyo nyie tutengeneze mazingira mazuri kwa upande wenu, tukisi, tukiomba kama tunahitaji labda kuja kujifunza muwe tayari kutupokee. Tamasha hilo la kumi la asasi za kiraia linafanyika kwa siku mbili na mada mbalimbali zitajadiliwa ikiwemo inayosema Zanzibar iliyostawi itagezeshwa kwa misingi ipi na utoshelevu wa vigezo katika mipango ya kitaifa. Nikiripoti maridadi Amani wa ZBC.